Nam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, karibu kwenye kipindi cha mastori ni mob na kodi za mtaa leo, bwana anakuletea historia fupi ya fupia, eh, Humphrey Hesron pole polepole. Huyu ni bwana alikuwa ni balozi eh, lakini alikuwa mbunge eh, wa nchini Tanzania akiwa anawakilisha Cuba na Malawi. Humphrey Hesron Polepole alizaliwa tarehe 25 Novemba 1981 mkoani Tabora, ndipo ambapo alipozaliwa bwana e, nchini Tanzania. Asili yake kikabila bwana ijajulikana ngawa, inawezekana e, Mnyamwezi, kwa maana asili ya watu wanaotokea pale Tabora ni Wanyamwezi. Ah, lakini kwake hajaiweka wazi jambo hilo. Lakini elimu ya shule ya msingi alisoma shule ya Mbuyuni Primary School. Eh, lakini pia elimu ya sekondari alianzia pale sekondari Zania Secondary School na pia akaenda shule ya sekondari ya juu Benjamin Mkapa Secondary School. Lakini elimu ya chuo kikuu ni chuo kikuu Dar es Salaam, UDISM, alipata shahada yake ya kwanza e. Pia ni katika shule ya Mwalimu Nyerere Memorial Academy MNMA, pale alipata masomo ya maendeleo pia Open University of Tanzania OUT, alisoma Development Studies. Pia ana shahada ya uzamili masters degree in Development Studies kutoka yudism. Kazi na nafasi za uongozi: 2016 alikuwa mkuu e, wa wilaya ya Musoma. 2016 mpaka 2020 eh. 2020 yakawa katibu wa itikadi na uenezi CCM. 2020 mpaka 2022, mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 2022 mpaka 2023, balozi wa Tanzania nchini Malawi. 2023 mpaka 2025, balozi wa Tanzania nchini Cuba, akiwa pia na uwakilishi kwa nchi za Karibe na Amerika ya Kati. Matukio ya hivi karibuni, bwana, Julai 25 aliamua kujiuzulu nafasi ya ubalozi akieleza kutoridhika na mwenendo wa maadili lakini, e, hivi karibuni zimeripotiwa tukio la uvamizi nyumbani kwake Dar es Salaam, ambapo linahofiwa kuhusu usalama wake kwamba, e, Humphrey Polepole bwana atakuwa ametekwa, lakini vyombo vya usalama vya nchini Tanzania vinaendelea kufanya uchunguzi e, katika swala hilo. Nikuambie tu jukumu lako ni moja tu, sawa, kusubscribe ku like, share na comment Ropai Online TV, pia niachie komenti yako hapa, na mimi nitaendelea kukusanua habari ambazo zitakuwa zinanifikia kutokea hapa hapa Ropai Online TV. Karibu must, must.